Warda na Dada Rebeca karibuni sana. Yes, naongereni sana jamani kwa kumaliza mikataba yenu. Ehe, yani hiyo ni inspiration kubwa sana mm, kwa wasichana wengine ambao wanatafuta mitaji. Na hiyo ndio kazi yetu hapa, tumekuwa ni uh, kuwahamasisha kwamba tunajua kila mtu anatamani mafanikio, lakini mafanikio hayawezi kukufata, lazima wewe uyafate, na moja kati ya njia ya kuyafata ni kutafuta kazi halali, nenda kafanye. Sasa wengine wanabaki tu wanachagua chagua kazi, ndio maana wanazidi kubaki kwenye umaskini. Lakini nyie mlikuwa wajasiri, mmekuja, mmechukua mikataba yenu mwaka mzima, tayari mwaka umeisha, nina uhakika kuna kitu mmepata. Kwa hiyo nawapongeza na karibuni sana ehe, nikianza na dada Rebecca. Kwa upande wako, wakati unakuja ulitokea wapi? Nilitokea Kigamboni. Ndio nyumbani? Mm. Kwa wazazi au? Hapana, nilikuwa nimepanga. Ulikuwa umepanga? Mm. Ehe. I love this story. Ehe. Kwa hiyo ulikuwa umepanga ushaanza kujitegemea. Ndiyo. Ikawaje? Nikuwa... Nikuwa nafanya kazi hotelini. Ndio wanafanya pale, ikatokea kilichotokea. Hata ukiniuliza ni nini, sijui mm -hmm. Yani, kuna dada alikuwa anafanya naye kazi, alikuwa na visa, okay. Kwa hivyo kuna taarifa alimpelekea bosi, bosi mm -hmm. naye akazipokea, akazipokea kama zilivyo, bila kuchuja, akasimamishwa kazi Kilichofanya mpaka nikaja hapa, nikaenda kwa bosi mwingine. Nimefanya kazi miaka mitatu na nusu, ila alikuwa na changamoto ya kulipa mshahara. Of course mshahara wake ni mzuri, lakini changamoto yake moja tu, halipi mshahara kwa wakati. Miezi mitatu minne, halafu akirudi anakupa moja na nusu. Sasa inakuwa haikidhi mahitaji, na mimi nimepanga, kuna vitu vingi kwenye upangaji, kulipa hivi. Mbona hiyo watu wanailalamikia sana, ya mtu anakuahidi mshahara lakini unaweza kukaa miezi sita hujalipwa na unajitegemea. Sielewi inakuwaje, wanacheza na akili yenu kisaikolojia au ni nini? Yani alikuja kukulipa hela zako zote au uliacha tu? Aa, a a, kiukweli siwezi kusema, baadaye alinilipa zingine, lakini mwisho wa siku nilijilipa. Ulijilipaje? zi... nilikuwa keshia wakati na kabisi pesa zake nikahesabiana, bwana, za kwako hizi ninazodai ni hizi, ukachukua za kwako kwa, lakini ulichukua kama ki, Yaani seme sio yeye mwenyewe tu alikupa. Sio yeye kwenye kutimakamwita mweneja wewe, meneja wangu mm. Najua vizuri bana mm. Pesa hizi hapa mm. Kiasi kinachodai hapa, wewe mwenyewe ni shahidi. Hesabu mm. Akakonfirm kaja na kwa maana. So okay. Mm. Sawa. Kwa hivyo nikachukua maamuzi, em nibadilishe the action kwanza kwaza, nikapata experience na kitu kingine, ndio mm -hmm. nikaamua kutafuta dada da center, mm. nikaja. Okay, sasa ikawaje? Kwa sababu kuna kundi kubwa, yani kuna kundi kubwa sana la wanawake ambao wameshaanza kupanga maisha, yani wame wamepanga. Mhm. Mm wanajitegemea. Na ni kitu ambacho wanapenda. Najua kila msichana anapenda kuishi maisha yake, yaani unajua maisha ya kujitegemea kuna uhuru unakuwa nao. Unaamua, yani kuna un, un, un, un, un, mambo mengi unakuwa hauwekewi vikwazo, so ni maisha mazuri ambayo watu wengi wana prefer. Lakini ilikuwaje sasa, wewe ukatoka ukaachana na yale maisha ambayo ulikuwa umepanga ukaamua uje huku kwa sababu huku zilikuwa ni, ni, ni, ni kazi za kuishi kwa bosi si ndiyo? ni kweli. Uh, na ilikuwa ngumu sana uh mm -hmm. Lakini kabla nije, nilikaa mwenyewe nikajitafakari, nilijipa miezi mitatu mm -hmm. ya kutafakari na acha sasa kupanga mm -hmm. natakiwa niende nikakae kwa mtu uh mm -huh. -hmm. nilijitafakari, nikaona inaridhisha kuliko nikae, nitapata mawazo mengine mabaya mm -hmm. ya kufanya vitu ambavyo havieleweki mm -hmm. uh, na useme tu kudanga bwana. Wewe kwa nini msichana utafanya nini, kama sio kutafuta mabwana kila siku, lale na una yule, upate hela? maana kodi unadai umeme maji, we mwenyewe kula, kwani usidange? Ndio hiyo, ndio maana wengine wanachukua maamuzi ya kudanga e, so, na najua wana... kabisa sio kwa sababu wanapenda, ila ni mazingira e, yanawalazimisha, lakini lazima we mwenyewe uamue. Ukisema tu ni mazingira yanalazimisha, kwa hiyo mi ndo maana nimeamua kufanya umalaya huu kudanga. Hapana, lazima ufanye maamuzi magumu kwamba kweli ntaendelea na haya maisha mpaka lini, kwa sababu maisha ya kudanga sio Yes, mm -hmm. Mm -hmm. Kwa ndio hivyo, nikajitafakari nikaona, nikienda kwa mtu kumwambia mimi mwenyewe, atona ya naweza kamuzi, mtu gani hajautafuta kazi hivi. Kwanza unaweza ukalipa ile nyenye ndogo, basi kutoshe. Mm -hmm. Nikaona kwa sababu kuna kampuni mm -hmm. ambayo inaweza kaniunganisha na mtu mwingine mm -hmm. nika, na ukalipwa vizuri na, ukalipwa vizuri. Mm -hmm. na kama bosi ataleta mizingo basi unamrudisha kwenye kampuni mkayaeleza mm -hmm. naye kila kitu kikafuata mkoto wake. Mm -hmm. Nikaamua kuja kwa Joyce, nikafika tukaongea, tuliyoongea ishara. Mm. Kwa hiyo sasa ulirudisha chumba, ulifanyaje? Yes, I want chumba, that process. Ulifanyaje? Chumba nilirudisha, nilimpigia mwenye nyumba mm -hmm. nikamwambia mimi ninatoka, ninafanya kazi, nakwenda kufanya kazi, nitakaa huko, kwa hivyo siwezi kulipa chumba ambacho siishi. Na mimi pia vitu vyangu vipo. Kwa hiyo nikachukua vitu vyangu, nikapeleka kwa dadangu ipo Kigamboni pia. Nikaongea na mwenye nyumba, nikakabidhi funguo zake, tukamalizana kwa amani, mimi nikaja huko. Wow. Unajua ni mjasiri wa hali ya juu sana kwa sababu wengine wana hiyo option ya kuachia chumba na kwenda kuanza maisha upya. Kwa sababu huwezi kuendelea kulazimisha, kama unaona maisha kwa sasa hayaendi sawa, si ndio? Huwezi kuendelea kuforce na unaona kuna fursa iko pale ambayo Actually ukipiga mahesabu unaona kabisa, nikikaa ndani nikikaa mwaka miaka miwili natoka na kitu cha maana kwa so, kuliko kuendelea kukaa kuka na chumba ambacho kinakuhitaji kuhitaji ukilipie, kwa nini usiende kukaa sehemu ambayo mwisho wa mwezi utaingiza hela? <laughs> Eh, badala ya mwisho wa mwezi kutafuta hela za kutoa kwa mwenye nyumba, unakaa kwenye kazi ambayo mwisho wa mwezi huu unaingiza. Hivi vyumba vipo tu, mi nawashauriki sana wadada na, mi na chumba natafuta kazi ya kwenda na kurudi, namwambia hizo za kwenda na kurudi amna Yaani, ya asilimia tisini na tisa nukta tisa hapa kazi tulizonazo za kukaa, na we unahitaji pesa sasa. Ukiendelea kubaki kwenye chumba chako hicho, ndio mambo ya kwenda kujiuza ili upate kodi ya mwenye. Hivi kweli, ukatoe mwili wako kwa sababu ya kumpa tafutia mwenye nyumba ya kodi? Huo ni ujinga wa levo gani? Kwao mimi huwa nawaambia, hicho chumba achana nacho watu. Kwanza ndio watu wanajenga majumba mazuri mm -hmm. Na in fact ukienda kufanya kazi unajiwekea mazingira ya kujenga nyumba yako wewe. Unangangania nyumba ya mtu ambaye umepanga. Kwa nini usiende kutafuta pesa uwaze kununua kiwanja ujenge nyumba yako? Kwa hiyo dada Rebeca, nimependa sana story yako, very inspiring, kwa sababu ulikuwa na chumba ukadea, ukathubutu kukiacha na ukaja kufanya kazi ili uweze unapiga hatua. Yaani hukubaki kwenye maboksi kwamba kwa, kwa sababu nishapanga basi tu niendelee kung'ang'ana. Ukaamua kuenda na hali inavyokwenda. Mimi hilo nakupongeza yaani ni shujaa wa maisha na ukiendelea hivyo utafika mbali sana. Hata siku moja usiogope kubadilika kutokana na mabadiliko ya maisha yanavyokwenda. Yes, hilo ndio somo kubwa sana ambalo nimelipenda hapa umetufundisha. Kuna wadada wengi wamestaki wako huko eti wanaangalia tu wana chumba na kigodoro kwanza nini sasa yani, kichumba na kigodoro wewe ulipata wa hata pa kuweka. Kwa wadada, hata kama hauna acha, kwani vitu vingapi vinapotea bwana eh? Yani utang'ang'ana kwa ajili ya godoro godoro mpaka la shilingi ngapi? Uache kwenda kujitafutia kipato. Unapiga hesabu kwa mwaka unaweza ukapata kuanzia milioni. Kwa kazi zetu hapa kwa mwaka mtu unapata milioni kuendelea mpaka sasa, unakuta unapoteshwa kupata hata milioni mbili tatu, wewe unang'ang'ana na godoro eh au fanicha ambazo zinazidi kutoka nzuri kila siku. Wewe ukifanya kazi unajipa nafasi ya kwenda kununua fanicha nzuri zaidi, kupanga nyumba nzuri zaidi, lakini mtu kakaa huko swekeni huko. Hana <laughs> hata haka hata useme ninakaa nakaa ustabei Masaki wapi wapi. Yuko huko swahilini swekeni na kichumba chake kimoja ambacho yakina mbele wala nyuma. Ameng'ang'ania, "Oh mimi nishajitegemea ni hamna unajiweka kwenye riski ya udangaji. Hakuna kitu kingine." Hmm ya yeah. Kwa hiyo dada Rebeca, bwana big up sana sasa. Umefanya kazi umemaliza mwaka, vipi? Una, una nini kinachoendelea baada ya kumaliza mwaka mwaka? Unajua kupika wawa wao. Hongera. Asante. Hongera. Kwa hiyo unataka ukafunge biashara kupika? mm -hmm. mm biashara ya kupika ya kwangu mm hivyo -hmm. sawa sawa. mm. Nishawahi okay. kuifanya hata kabla. ah, ya kwangu samba. mwenyewe uh -huh. nafungua gani kulikuwa na hoteli uh -huh. ile hoteli ilikuwa ina changamoto ya kuwa na mpishi yaani, uh -huh. mtu akodi jiko na kisha apike chakula ambacho yeye mwenyewe ndio kinamlipa. Nilifanya okay. hivyo okay. mm -hmm. kwa hiyo sio, so, uh... mgeni sana. Sio mgeni ya yeah. mm -hmm. safi sana ya na naomba na popo niongezee. Mimi nasema hivi, wanawake wengi wame- wanajua kupika, wanajua sana kufanya hizi kazi za domestic: kupika, kufua, usafi. Lakini walio wengi, kundi kubwa bado wanafanya bure, kama hafanyi nyumbani, anafanya kwa bwana sijui tunaelewana? Ni mimi nimefanya survey, nimefanya utafiti wa kujua wanawake wanateseka kwa sababu gani. Ni sababu ya umaskini. Sasa kipaji chako ambacho Mungu amekupa kama unajua kupika, pika kwa hela. Nachotaka kusema hapa ni kwamba Rebeca ndio superwoman, anapenda kupika, najua kupika, naenda kupika kibiashara. Wee kukaa kumpikia bwana au kukaa nyumbani kwenu unapika, sio ujanja, unajiweka kwenye umaskini. Toka nenda kafanye kazi, nenda kapike kwa watu, kama hapa walivyokuja kina Rebeca na dada Warda wameenda kutafuta pesa hivi na hivinavyoongea nao sasa hivi wana hela zao, wana mitaji yao, wanaenda kufanya biashara. Na kama unapenda kupika, basi anza kupika kibiashara, usinganganie kwenda kupika nyumbani. Unakimbilia, una kwenda kutafuta bwana ule umpikie, sio sifa wala utafika popote. Yaani huo ni umaskini, na hizo ndio fikra ambazo nawaambia wanawake. Mimi siseme msipike majumbani, lakini isiwe ndio kipaumbele. Eh? Mm -hmm. Si, isiwe ndio kipaumbele, make sure una kitu ambacho kinakuingizia kipato, na ikiwezekana hicho kipaji chako cha kupika ndio uanze nacho, kwa sababu wengi pia sio wasomi wa vile, hawana vipaji vingine zaidi ya kujua kupika na kuosha vyombo na kufua, maana ndio tumelelewa hivyo majumbani ba mm -hmm. Basi hicho kipaji anza nacho kwenda kutafutia hela wapi? Naenda, nenda kwenye kazi za nyumbani, ukitoka hapo ndio kama akina Rebeka nenda kafungue mgahawa, hawa nenda kajiongeze, lakini make sure kile kitu Mungu amekupa, ile zawadi ambayo una kile kitu ambacho unakiweza, unafanyaje ili kikuingizie kipato, usifanye burebure. Huo ndio ushauri wangu wa kuwagaidi wanawake. Kwa hiyo Rebeka bwana, nakupongeza maana mwingine atakimbilia kwenda kuolewa anajua kupika. Haya bwana, yuko wapi kuongezea Yaani nilikuwa na maisha yangu ambayo tayari ameshakamilika ya mpaka dada wa kazi nilikuwa naye. Asante. Mm -hmm. Lakini sikuwa na shida hivyo vyote kuviacha. Asante. Kwa sababu kuna maisha baada mm -hmm. ya maisha. Mm -hmm. Kama nitafeli, nitakosa hela kumlipa yule dada atanielewa. Hata niona mimi ni mzinguaji dada tapeli na nini mm -hmm. vitu ambavyo mm -hmm. havisaidii. Ngo mm -hmm. nikaeka, nika calm down. Ninaweza kufanya kila kitu. Eh, hey, maisha ni yanaweka. Maana siendi kufanya vitu ambavyo yani vya kudanga. Ambavyo yes. ni vya ndani na ngizi. Ni yes. yani na nilijoy. Hongera sana sana sana sana, wewe ni superwoman, ni mwanamke wa mfano, ni mwanamke wa, wa kuigwa yani role model, ya role model kwa sababu bado tuna kundi kubwa la wanawake wanajificha, wanaona aibu, maisha yakibadilika kidogo anataka yani, kama ulivyosema, ulikuwa na maisha yako hadi dada wa kazi ulikuwa naye mm -hmm. lakini yalivyoyumba ukaona, mm -mm, jamani hivi vitu vipo tu yeah. Eh, vipo tu, utakutana navyo uko mbele yeah. Nawaambiaga wadada, naambia utakutana navyo, usiogope. Yaani kama maisha yameenda hivi, na wewe nenda nayo nayo nayo, yakishuka shuka, yakipanda panda, yes. Ndio maisha yanavyotakiwa, wala usiogope wala usione aibu. Kwa hiyo mwaya, ongera sana na nimefurahi umeshare story yako, kuna mwanamke mmoja itakuwa imemsaidia um inspire ili na yeye aweze kuchukua hatua whether alikuwa amepanga, sasa hivi atachukua hatua aachane na hicho chumba akafanye kazi, whether alikuwa na maisha ya juu yameyumba, anaona aibu, anapata ma stress bila sababu. Wewe umemwonyesha kwamba inawezekana. Mimi na hayo maisha nilisha yapitia, lakini nilifika mahali nikasema eh, eh, hebu eh, ngoja nikaanze upya. Na umekuja umeanza upya na sasa unamtaji, unarudi tena uwanjani kwenye mapambano. Thank you very much. Ndiyo maana napenda hichi kipindi kwa sababu kinakuaga na real stories, kinakuaga na uhalisia wa stories za maisha ambazo zinagusa watu wengi. Yaani wewe unaona story yako kama ni wewe, lakini umegusa malaki ya wanawake, maelfu ya wanawake umewagusa, na utawasaidia kupitia vile ambavyo umeamua kufunguka na kushare your own story. Asante sana na nikutakie kila laheri huko unako kwenda kuanzisha biashara yako, Mungu akaibariki, akufungulie milango iende ikaongezeke, kwa sababu hiyo Mungu wetu ametupa um, ametupa agizo la kuongezeka, zaeni mkaongezeke, sio tu watoto ni, ni kuongezeka kimaisha ni kuongezeka kwenye kila kitu. Kwa hiyo Mungu akabariki kazi ya mikono yako na biashara yako ikaongezeke zaidi na zaidi. Yes.